Shirikisho la mpira wa mguu eh, Tanzania hapa nikimaanisha TFF linaweza kupenda kutoa kuweza kuthibitisha umma eh, kuwa benki ya CRDB ni mdhamini mkuu halali wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF kwa msimu wa mwaka 2023 2024. Sasa benki hiyo pia imeweza kutekeleza kikamilifu majukumu yake ya kimkataba ikiwa ni pamoja na kulipa jumla ya kiasi cha shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Sasa katika siku za hivi karibuni kumeibuka taarifa kutoka kwa meneja wa habari lakini pia na mawasiliano wa klabu ya Yanga ambaye ni Alikamwe TFF kuwa kuwalipa shilingi milioni 200 kwa kama zawadi ya ubingwa wa kombe hilo, tungependa kufafanua kuwa kwa mujibu wa mawasiliano rasmi, klabu ya Yanga eh, Sports Club iliwasilisha ombi la eh, TFF eh, kwa njia ya barua ikiomba fedha za zawadi eh, katika mashindano mbalimbali zikabidhiwe TFF kwa ajili ya kuweza kulipa madeni yao ya ndani yakiwemo malipo ya ada za wachezaji eh, wa kigeni, ili kuondoa eh, sitofahamu zaidi kwa umma, TFF pia imeweza kuiandikia barua rasmi klabu ya Yanga ikitaka kwamba ikitaka kutuhuma eh, m -m kutuma mtaalamu wao wa fedha au kuweza kumtuma mtaalamu wao wa fedha aweze kufika pale TFF e, e, katika ofisi za TFF ambayo siku ya leo e, saa nne asubuhi akiwa na vielelezo vyote muhimu kwa ajili ya kuhakiki taarifa ya deni hilo. TFF pia itaendelea e, kutimiza wajibu wake wa kusimamia maendeleo ya mpira wa miguu nchini huku ikilinda taswira na heshima ya wadhamini wake e, kama CRDB Bank ambao pia wameendelea kuwa nguzo muhimu katika ustawi wa mchezo swala so zima la eh, ligi ya shirikisho kombe la shirikisho kutokea hapa Tanzania, tunapenda kuthibitisha umma kwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF wa, eh, wa mashindano ya kombe la shirikisho.

benki ya CRDB, Confederation Cup eh, benki hiyo ililipa fedha zote kimkataba wa shilingi milioni mia mbili na hamsini na tano eh, kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja habari wa mawasiliano wa Yanga eh, kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu inadai TFF shilingi milioni mia mbili ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndiyo inayoidai klabu hiyo ya Yanga. Iliomba kuwa barua fedha zao za zawadi eh, katika mashindano mbalimbali zita, eh, zikatwe kulipa malipo wanayotakiwa kulipwa eh, kwa TFF ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kuendelea kusababisha sitofahamu eh, kwa umma eh, tumeandika barua kwa Young Africans kutuma eh, kwetu eh, mtaalamu wao wa fedha siku, ya, eh, siku ya hii leo asubuhi saa nne kuweza kufika na kuweza kuhakiki deni hilo akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. Lakini pia wakamaliza kusema kwamba TFF pia itaendelea kuendeleza wajibu wake wa kuweza kusimamia mpira wa miguu eh, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake wakiwemo hawa CRDB ambao pia wanaweza kusimamia masuala mazima ya kombe la shirikisho kutokea eh, hapa Tanzania. So ni kama, ni, ni, ni, ni, ni kama Yanga wamegeukiwa hivi yani, kitu ambacho alikuwa amekianzisha kimewageukia wao, kwa sababu wao walikuwa nasema wanadai milioni mia mbili na hamsini na tano kumbe wao ndio wanadaiwa shilingi milioni mia mbili na wanatakiwa kuweza, eh, kuzilipa. Yapi maoni yako kuhusiana na sakata hili ambalo lilikuwa linaendelea, mambo mengi yameweza kuibuka na wala kuweza kujulikana hivi, wengi eh, ya ya kuweza eh, kuwa na utulivu mp tu so hatu kwamba siku ya tarehe kumi na tano mechi itachezwa au haitachezwa. Endelea kutufuatia hapo, kwa kukoment, kwa kulike, kwa kushare, utakuwa umetisha kinoma noma.